Tuna vyuo vya VETA. Ngoja niwaambie kitu kimoja. na majuzi, nimekutana na kijana mmoja anaitwa Oscar kuta kijana mmoja anaitwa Oscar. Tulikuwa kwenye harambee jimboni kwangu, kijana mmoja kaona na anajitoa, na na kweli kweli, tumemaliza, tumeenda kupata breakfast, kaomba, naomba uje ukae na mimi, kulikuwa na mke wake, tukakangamia ndugu yangu Oscar, eh Hali, hali sema, hali kwa sababu ali, alisema na alikuwa naambia kuchanunua gari kaambia una, unafanya biashara ya magari naambia, hapana mi niko kwenye mining eh, huko kwenye mining una, una, una migodi mi technician, okay unafanyia wapi? Asema niko Guinea Conakry Guinea Conakry ni nchi inaongea Kifaransa. Kambia uendo technician, technician. Kambia ee hey, ilikuwaje? Umejifunza wapi? VETA. VETA ipi? Ya Moshi. VETA ya Moshi ilikuwa ni mkataba na makampuni ya madini kwa ajili ya kuchukua mashine na kuwafundisha vijana pale, na hii historia nilikuwa nishaisikia, lakini nimekutana huyu kijana usokosa, naitwa Oscar Mboya. I hope hatachukia kumtaja jina moja kwa moja aitwa Oscar Mboya, nikamwambia, ok Oscar, kwa hiyo uliendaje? njaa Ah, mi nikiwa hapa wawekezaji na wafungiafungia mtambo wakaniambia, kuna kazi nyingine Namibia, nkaenda nkapiga kazi Namibia, baadaye wakanipeleka Mauritania. Nimekaa Mauritania. Mauritania ni nchi ya Kiarabu na Kifaransa. Baadaye nimetoka nimeenda Gini Conakry, kazi kule safi. Kambia, say, baya, oh, oh, wako wa Tanzania waliosoma hiyo VETA wako Ghana, wako Kongo wako Mauritania wanafanya kazi. Kwa hiyo VETA kweli inaweza kanyanyua mtu, na ndio maana tuliagiza, sasa ni miaka miwili tuliomba Wizara ya Madini kwa barua ile VETA ya Geita pale iwe na konsotiam ya mashir, -ma kampuni ya madini kwa ajili ya kuhakikisha kwamba elimu inayotolewa pale, ule ni mkoa wa madini, uweze kuwa ni elimu hasa ya madini. Vijana wa pale waweze kufanya kazi kule kule Geita, lakini vilevile vile wapate fursa kwenda kusoma nje, kufanya kazi nje. Kwa hiyo uwanja wa dunia nzima kwenye utandawazi ni fursa ya kufanya kazi kama umesoma vizuri. Sasa rais wetu aliliona hilo mapema. Ameingia madarakani swala la kwanza aliuliza, je, Mna levo mbili za VETA hapa nchini, kuna VETA ya mkoa na VETA ya levo ya wilaya. Ni mikoa mingapi haina VETA ya levo ya mikoa? nikamwambia Mheshimiwa Rais, kule Geita ujenzi umeanza, haujakamilika Simiu kidogo haujakamilika, kuna VETA nyingine iko Njombe, nyingine iko Rukwa. Akasema fedha zitolewe Veta hizi zikamilike, zianze kazi. Na yeye mwenyewe amezindua veta ya Kagera na ya Rukwa, na anaulizia huko kwingine mmefikia wapi? Kwa hiyo tukawa tumebakiza mkoa mmoja, Wasongwe. Nako ameagiza na fedha zimeenda na ujenzi unaendelea wa veta ya level ya, ya mkoa. Kwa maana hiyo, kwa Tanzania Bara, kila mkoa utakuwa na VETA ya level ya mkoa. Kazi yetu ni kuziorienti hizo VETA ziweze kutupa watu kama kina Oscar Mboya, watakaofanya kazi ndani ya nchi na nje ya nchi. Akauliza na kwenye wilaya kuna VETA nyingine ishirini na tisa nadhani zilikuwa hazijakamilika, fedha zikatoka. Zile watu wanaita fedha za nini, sijui, lakini akagiza zi za uviko, lakini that is wrong Akaagiza tumalize ujenzi ule. Sasa zikabaki wilaya sitini na nne Tanzania nzima hazina veta ya serikali. Wakati mwingine kuna veta ya mtu binafsi. Ameagiza na ujenzi unaendelea. Nimeongea na mbunge Katavi kule ananiambia sasa hivi ujenzi wanapaua, ujenzi unaendelea nchi nzima, na mheshimiwa rais mwenyewe ameenda pale Mbarali kutembelea veta, na anaulizia veta zinaendaje huko, kwa sababu anasema vijana hawa mnawafundisha ajira serikali iwawezeshe. Kwa hiyo, VETA gharama yake ni ndogo sana kusoma kwenye VETA. Ujenzi wa VETA unaendelea. FDC tunaendelea kuziimarisha, kuongeza masomo tunayofundisha pale. Kwao kwenye VETA ni hilo, lakini kuna vyuo vingine vya ufundi pamoja na kwamba vinatoa digrii hiyo ya amali ambayo, Dar es Salaam Institute of Technology na Arusha Technical College Hivyo sasa hivi tumeambiwa, tuliagizwa, tumetenga fedha, wanafunzi wanaosoma diploma katika zile nyanja ambazo kwa kweli mpaka sasa hivi serikali ikitaka kuajiri haipati watu wa kuajiri, wanapewa mkopo asilimia mia moja wakasome na waajiriwe na serikali. Kwa hiyo ni hatua kubwa ambayo ilikuwa haipo kabla, ya kuhakikisha kwamba tunaanza kutoa mikopo kwa levo ya diploma. Mwanzoni tulikuwa hatuna mikopo katika levo ya diploma.